Katika lesson hii nitakwenda kuangalia kuhusiana na class based views ndani ya jina langu Django, jina langu kutokea Soma Taaluma, ambapo katika lesson zilizopita tuliweza kuangalia views kwa kuweza kutumia function, na tulisema kwamba kuna namna mbili, tuna namna ya kuweza kutumia function lakini vile vile tuna namna ya kutumia classes. So katika lesson ile tuliweza kukava namna gani ya kuweza kutumia function kama itakuwa ile skip, ama hukuweze kuiona hiyo lesson na kisha uweze kurudi kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo unahitaji kuweza kuyafahamu ndani ya lesson hiyo. So katika lesson hii tutaendelea moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuendelea na kutumia classes ili uweze kuzifahamu njia zote mbili. Popote pale ambapo utakapozikuta ama utakwenda ku prefer, na tuna prefer zaidi kuweza kutumia class, lakini as usual mtu anahitajika kuweza kujifunza namna zote mbili uweze kuzifahamu. So katika upande wa ku import tulikuwa tume import, tulikuwa import render yetu, lakini vile vile tume import some information. So tunayo shortcuts, tunayo okay, tunayo vile vile Django HTTP. Bila shaka tuna vitu ambavyo tutahitaji kuweza kuviongeza, maybe tunaweza tukaja tukamwambia hapa from django.views generic hapa, tukaja tuka import tuambia list view, tuka import detail view, uh, create view, lakini vile vile tukawa tuna update view update view pamoja na delete view hizi tunakwenda kuzitumia kwa ajili ya kuweza ku create full crud. Me to terminate hii server okay. Tutakwenda ku create full crud kutumia katika hizi classes ambazo tunaweza tuna view tuna details tuna create tuna update pamoja na delete, tunakwenda ku cover full crud. So baada ya kuweza ku import hizo hapo, i think, tutahitaji vitu kutoka katika django urls so, itabidi na to import from django.urls Else, ku, uh, sorry kuweza ku import maybe ni reverse underscore lazy. Vile vile tunayo from dot models tunakwenda ku import book, lakini vile vile member, lakini vile vile borrowed record. I think is information zote tunazihitaji, so chini kabisa, bila shaka unafahamu masuala so ya kuweza ku create classes, nafahamu So maybe inaweza nikakupa comment hapa, naweza kukuongoza. Tunaweza tukaita hii ni class based views uh, views for books. So tunaweza hapa tukamwambia class book list view, amba ndani yake sasa tukapitisha list view then model ya kuitumia model gani? Model yetu ni book, ndio ile ambayo tulikuwa tumespecify huko katika models uh, tayari uh, tunayo hii hapa ni book. So kama itakuwa husifahamu ama hujui nitunakifanya, na kushauri na nakunasihi kuweza kurudi katika hizo lessons. So vile vile tuna template ya kuja kuitumia, maybe tunaanza na template name template ya kuitumia tunaambia library book underscore list html. Tutakuja kuziangalia templates huko mbeleni. Okay, then vile vile tunahitaji okay. pengine context underscore object underscore name ambayo hii bila shaka iwe okay.

So hapo Okay, hapo tunayo book tunayo hii maybe nimekosea template name ni sawa sawa. Yes, this is how equal library slash book list.html hivi hii tutakuja kutengeneza katika lesson ambayo inafuatia na tuna context object name ambayo itakuwa ni books maybe tutahitaji kuweza kupata ile single page yenye information kuhusiana na kitabu so nayo tutatengezea class yake, class itakuwa ni book detail view namba, ndani yake tutapass detail view, then huku bila shaka nayo tutahitaji kupitisha model ambayo ni book, lakini vile vile tutahitaji kuweza kupitisha template name ambayo itakuwa ni sawasawa maybe library slash na library book underscore detail.html. Tutakwenda kuziangalia katika lessons zinazofuatia. Okay, kuloni yetu nafikiri kwa upande wa view zitakuwa zimetosha tunaweza tuka create kwa ajili ya kucreate ama page yetu, class itakuwa ni book create view, ambayo itakuwa ni create view. Then kama kawaida, model ni sawasawa na book. Then baada ya model, bila shaka nayo tutahitaji kuweza kupitisha template name so template, name, template name ya kuitumia wakati kwa create itakuwa ni library/book_form.html. Pege zote hizi tutakuja kuzitengeneza, for now just tuweze kufocus na class based kuweza kutumia. So fields ambazo hapa tunaweza tukazichukua katika hii ni kuweza ama kuweza kuzichukua izo information. So, tunaweza kumwambia ni fields fields ni sawasawa tukapas zile feeds zetu, tunahitaji iweze kupitishwa ni title, lakini vile vile tutamhitaji author, tutahitaji ISBN. Make sure spelling zinakuwa zipo sahihi, then tutahitaji publication date, bila shaka tutahitaji na Uh, genre. Maybe vile vile tunahitaji kuweza kufahamu available underscore copies okay, then itakapokuwa success kwamba information taa zimeshakuwa created na zimeingizwa katika database, kitu gani kiweze kufanyika hapo? Tunakwenda kumwambia sasa success url moja kwa moja tunaunda ku reverse lazy, then tunamwambia moja kwa moja peleka katika book minus list okay. Then moja kwa moja tutakuja ku create class nyingine kwa ajili ya kuweza ku update, kama hapo ilivyokuwa ni ku, ku create so, itakuwa ni class itakuwa ni book update view update view then ndani yake tunamwambia model tunakwenda kutumia book ile ile. Itaji template name ambapo itakuwa ni library/book_form.html. Tumia form hiyo kuweza kufanyia update, fields za kuweza kuziupdate, maybe tunaweza tukazitumia hizi hizi pamoja na success url so tunaweza kaja tukazicopy then tukaja nazo hapa tukazi paste. Okay, so katika fields tuko tuna title, tuna author, tuna ISBN, tuko tuna publication date na genre. Okay, same as kama ku create, na success URL tunarishi pale pale. Bila shaka, nayo tutahitaji kuweza ku delete so to create class itakuwa ni book delete view, ambapo ndani yake tutakuwa tuna delete view, then tutakuwa tuna model ni sawasawa na book model ambayo tunaitumia. Template name itakuwa ni library slash maybe book underscore confirm_delete.html isijekuwa mtu amebinya kwa bahati mbaya, then tutahitaji success url ambayo itakuwa ni reverse lazy, nayo atupeleke katika book list. So hivyo ndo namna ya kuweza kutengeneza class based view katika lesson zilizopita kama ambavyo tunakumbuka vizuri, tuweza kutengeneza kwa kutumia function. Katika lesson hii tumeweza kuangalia kwa kutumia classes. So tumeweza kuspecify class name yetu na function yetu na parameter yetu tumeweza kuipass, ambapo mainly tumefocus na vitu vitatu, kuweza kupass ile model husika ambayo hii ni model ya book pamoja na template name. So na imani ya kwamba umezifahamu, utakuwa na swali lolote, unaweza kuuliza katika question and answer section ama utakuwa unapitia moja kwa moja katika somataaluma.com katika courses, ama kama itakuwa unaangalia tofauti na hapo basi utaangalia relevant way ya kuweza kutuma swali lako. Hata kama itakuwa ni section za comment, basi unaweza kulituma swali lako, na hiyo ndiyo uh, class based views katika Django.